Malengo yetu yameweza kutimia kwa sababu kila mtu ameweza kuwajibika katika malengo ambayo tumepewa <tipi> na kuhakikisha kwamba kila mtu anafikisha katika ufanisi ile ambao umeelekewa. Lengo lilikuwa ni kufika finali. Kuchukua kombe inakuja ni option ya pili kwa sababu target kubwa ilikuwa kutoka kwenye quarter final kwenda <tipi> kwenye semi final. Baada ya kwenda kwenye semi final tumeona kumbe ni kitu kinawezekana. Kwa hiyo, baada ya kuona inawezekana sasa tumefika finali. Kwa hiyo, maana yake tumefikia malengo yetu. Sasa lengo lililobaki halijaisha. Kwa maana yake sasa kwenda kuchukua kombe. Wachezaji wanatimiza yale tunaowaelekeza. Commitment ya discipline wise kila kitu kinafanyika yeah. Tukiwaambia program inavyotakiwa kufanya, kila kitu unafanyika, maelekezo tunawapa yeah. Yote ana. Wanatusikiliza yeah. Na sisi tunasikilizana yeah. Mwisho wa siku, commanding officer nikisema, wanasikia kile ambacho nimekiamua yeah. At end of the day, tumepata matokeo, lazima tuwashukuru washabiki wa wetu yeah ukiwache wa South Africa kuna watu wamesafiri kutoka Tanzania kuna watu wamesafiri kutoka nchi jirani kuhakikisha kwamba wanatupa, wanatupa kile kitu ambacho tunakitaka. Walikuwa ni watu wa kumi na mbili kweli, ni siwe mchoyo wa fadhila, na wapa pongezi sana, na Mwenyezi Mungu awajalie wa kuhakikisha kwamba tunaenda kuitikisa Morocco.